Kaya. duniani naomba niwaambie duniani zangu duniani duniani, duniani. Biashara zinaanzishwa zinasimamiwa zinakuwa zina chini ya sekta binafsi, serikali ni mratibu na mwezeshaji wa makundi maalum kama sisi hapa, ili e yayanzi kunyanyuka Unaelewa? Halafu awe ina nguvu lakini mtaji wa kuendelea mbele kupambana vika vikubwa kufanikiwa kwenye biashara ni sisi sekta binafsi, ni jango lesisi wenyewe tunaelewana, na ukuaji wa uchumi unapoendelea, uchumi unazoendelea kukua kwa sababu sekta binafsi zimeongezeka, zimekuwa inaleta mapinduzi makubwa sana katika mapato ya nchi. Ukienda mahali ukakuta kuna shida ya waalimu wamepungua, ni kwamba kwa biashara hazijaongezeka. Tunaelewana, kama biashara hazijapanuka, mitaji haijapanuka. Kama mitaji hayajapanuka, mapato ya nchi hayajaongezeka. Kama mapato ya nchi hayajaongezeka, nchi haiwezi ajiri zaidi ya uwezo uwezo wako unatekelezwa na nani? wewe na mimi, unaelewa? Asante sana. kwa majina naitwa Hamisi ya haya Kashilila, mimi ni meneja na msimamizi mkuu wa kampuni au taasisi inayoitwa FinacTax Associate, ambayo inajishughulisha katika kutoa huduma za kitaalamu kama kodi, elimu ya fedha pamoja na usimamizi wa biashara ambao tumekusudia ni u, urasimishaji wa biashara, formalization of the business. Kwa nini urasimishaji wa biashara Tanzania tupo takriban watu milioni sitini na moja kwa mujibu wa sensa mwaka 2022. watu milioni sitini na moja ukienda kwenye mifumo rasmi ya wafanyabiashara wanaofanya biashara rasmi hata milioni tatu haifiki. Tunapelekea wafanyabiashara wengi kufanya biashara ambazo sio rasmi. Kuna madhara makubwa sana ya mtu kufanya biashara ambayo sio rasmi. Moja ya madhara makubwa ni kwamba mfanyabiashara yule hawezi kukua, kuna fursa atazikosa kwa sababu hayuko rasmi. Ndio tukaamua kuungana mkono na serikali kwa ajili ya kutoa elimu ya kurasimisha biashara. Mfano, vikundi ili vipewe mkopo wa fedha za halmashauri asilimia kumi, ni lazima viwe na sifa kadhaa ndio viweze kupewa mikopo. Lakini leo vijana wengi hawajui, ili watengeneze kikundi na wapate fursa ya kukopesheka, wanatakiwa wafanya nini? Kwa hiyo sisi tukaona that's a gap tunahitaji kukusanya vijana, tunahitaji kukusanya wakinamama, tunahitaji kukusanya watu wenye ulemavu, ili tuwape elimu. Na tunaishukuru sana halmashauri ya manispaa ya Geita kwa mkurugenzi kutupa wawezeshaji kutoka katika idara ya maendeleo ya jamii na katika idara ya biashara kwa ajili ya kufundisha watu kuhusiana na kurasimisha vikundi na kufundisha watu leseni zinapatikana vipi, kodi zipi zinakuwa zinahusika katika uh, ukusanyaji wa mapato ya halmashauri, lakini faida zipi mfanyabiashara mwanakikundi au mjasiriamali atanufaika nazo. Faida namba moja, utaporasimisha biashara yako kama mfanyabiashara, cha kwanza kabisa kitakupa uwezo wa kuweza kukopesheka. Hakuna benki, hakuna serikali wala taasisi nyingine yoyote, inayoweza kumkopesha mtu ambaye anafanya biashara kienyeji. Ukipata mkopo, utapata mtaji, utakikuta umekuwa. Lakini pia hiyo kama haitoshi, serikali ambayo ina bajeti kubwa ya manunuzi haifanyi biashara na mfanyabiashara kikundi au mjasiriamali ambaye hajarasimisha biashara yake. Kwa hiyo unajikuta unakosa fursa ya kupata fedha nyingi ambayo inagawiwa na keki ya taifa kwa ajili ya manunuzi ya umma kupitia local content, kwa sababu tu biashara yako sio rasmi. Lakini kwa mwisho pia unavuta hata wawekezaji kutoka nje, wanapotafuta mtu wa kushirikiana naye kwa ajili ya kuwekeza, kama hauko rasmi hawawezi kushirikiana nawe.